Yesu alipanda chomboni, wanafunzi wake wakamfuata. Kukawa na msukosuko mkuu baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi, naye alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamwendea wakamwambia wakisema, Bwana, tuokoe, tunaangamia. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga enyi wa imani haba. Mara akaondoka, akazikemea pepo na bahari, kukawa shwali kuu. Wale watu wakamaka wakisema, huyu ni mtu wa namna gani hata pepo na bahari za mtii? Neno la Bwana. Sifa kwako E Kristo. Mpendwa mtazamaji, baada ya Ibrahimu kuuliza na kupata uthibitisho kwa wale malaika ambao walikuwa wanaenda kuangamiza mji wa Sodoma na Gomora kwamba utaangamizwa ule mji kama kuna watu wenye haki, wale malaika walienda wakafika katika mji wa Sodoma, wakaenda moja kwa moja hadi katika familia ya Lutu mjomba wake Ibrahimu. Walipofika pale, wali watu wa Sodoma wakatambua kwamba kuna wageni wameingia katika ule mji, wakamwendea Lutu, wakamwambia tupatie hao watu wageni ambao wamekuja katika mji huu, tuwatende, tuwajue. Lutu akatoa mabinti zake wawili, akasema, mabinti zangu hao wawili bado ni mabikira, mwachukue, mwafanye mnavyotaka. Wakakataa kuweza kuwachukua l mabinti mabikira, wakasema tupatie hao wanaume ambao wamekuja. Ndipo wale malaika wakiwa kule ndani wakawapiga upofu wale watu. Na ule upofu ambao walikuwa wamewapiga baadaye, ilipofika mida ya alfajiri, malaika wale wakamwambia Lutu wakisema, ondoka umtwae mkeo na mabinti zako wawili, muondoke mahali hapa, kwa maana maangamizi yanakuja. Lutu akaanza kukawia kawia. Ndipo wale malaika wakamshika mkono na mke wake na mabinti zake wakawapeleka nje ya mji. Wakamwambia kwa sababu Bwana amekuhurumia, amekutoa huku, ondoka jiponye nafsi yako usije ukaangamia katika maangamizi haya. Na wakamwambia utakavyokuwa unaondoka usije ukatazama nyuma. Ndipo huyu Lutu kwa ajili ya kuweza kuiponya nafsi yake, asitazame nyuma, akakimbia akaenda hadi katika mji uliokuwa unaitwa jina la Soari. Tuajifunza kitu gani? katika dhambi mojawapo ambayo inawatesa watu hadi wanarudi nyuma kiroho na kuanguka katika maangamizi makubwa, ni juu ya nafsi. Nafsi yenyewe ina mwelekeo wa kutamani mambo, nafsi yenyewe ambayo imeumbwa kwa ajili ya kupokea maelekezo kutoka ndani ya ule utu wetu na baadaye pia inaleta katika suala zima la mwili. Nafsi ikiwa ina majeraha, imeona vitu vya ajabu, ina tabia sana ya kuweza kukumbuka mambo ya nyuma. Na ndio maana mara nyingi sana katika maisha ya mwanadamu ukimkuta mtu ambaye ana majeraha ya nafsi utakuta anazungumza maisha sana ya nyuma mimi sikuwa hivi asingekuwa, fulani alinitendea hivi, nisingekuwa hivi. Haishi sasa hivi ana, bado anapenda kuishi maisha ya nyuma, anajilaumu kwa ajili ya maisha ya nyuma aliyokuwa amepita nayo. Lutu na familia yake, tukianzia Lutu alijilaumu sana, alikuwa bado anatamani mambo yale yaliyokuwa yali yali yanaendelea, alikuwa yaliyokuwa yanaendelea katika miji ya Sodoma, malaika wakamwambia kwamba kuanzia sasa umehurumiwa na Mwenyezi Mungu, usitazame tena mambo ya nyuma, songa mbele, okuwa nafsi yako katika magumu ambayo umepita nayo. Mwenyezi Mungu amekuonea huruma, amekuvusha, amekupatia siku ya leo. Usikumbuke tena yale ya nyuma, usikumbuke maisha ya jana, usikumbuke fulani alikutendea hivi, usikumbuke kile ambacho kilikuwa kimetokea jana, kwa sababu wale watu waliokufanyia mambo mabaya kama walivyokuwa wamemfanyia Lutu Lutu alikuwa amewabeba ndani ya nafsi yake, kwa hiyo akageuka, akaanza kuangalia mambo ya nyuma. Malaika akamwambia usitazame mambo ya nyuma, songa mbele. Ndipo Lutu akakimbilia hadi katika mji wa Soari akaweza kuiokoa nafsi yake. Kwa hiyo kitu kimoja cha kuweza kuokoa nafsi yako katika maisha yako ya zamani ambayo umeshayapita, ulitenda mabaya, ni kweli, mabaya yametokea, huwezi kurudi kupaka tena rangi maisha yako ya zamani, huwezi yameshatokea Sodoma yametokea, yametokea mabaya yametokea. Sasa hivi nafsi yako ielekeze katika maisha ya mbele, ambako Mwenyezi Mungu amekuokoa, kwamba Mungu bado anakupenda wewe, katika safari ya kuweza kukimbilia katika mji wa Soari. Lutu, na mabinti zake, na mke wake. Mke wake aligeuka, akakataa kutii yale maagizo ambayo malaika walikuwa wameyatoa, aligeuka akaanza kuyatazama mambo ya nyuma. Na hadi leo hii jambo linalokuta sana kina mama ni kusimulia tu maisha ya nyuma yaliyokuwa yamepita, hata kukumbusha mambo ya miaka mitano, wakati tunaishi leo hii. Hatupendi, hawapendi kuweza kuangalia mambo ya baadaye kulingana na maelekezo ya Mwenyezi Mungu. Eva alikataa kusikiliza maelekezo yale aliyokuwa amepewa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ule mti, akamsikiliza shetani. Mke wa Lutu amekataa kusikiza maelekezo ambayo amepewa na malaika, usigeuke nyuma. Akageuka na baada ya kugeuka tu, hapo hapo aligeuka kuwa jiwe la chumvi, na hilo jiwe la chumvi limebakia alama mpaka leo, kwa ajili ya wale watu wote ambao nafsi zao bado zinakumbuka mambo ya nyuma, hawataki kuweza kusonga mbele katika kuweza kuhurumiwa na Mwenyezi Mungu, kwamba mbele kuna utukufu zaidi kuliko kule ambako ulikuwa umepita na mpaka leo wengi sana kwa ajili ya kugeuka kuweza kuangalia mambo ya nyuma kusimulia mambo yaliyokuwa ya yamepita huko, wamekuwa mawe ya chumvi, hawaondoke, wamebakia hapo hapo, hawajaokolewa. Je, unabakia kuwa Lutu ambaye alisonga mbele kwa maelekezo ya Mwenyezi Mungu, au utabakia kuwa mke wa Lutu ambaye yeye alikataa kusikiliza maelekezo ya malaika, akageuka kuweza kuwa jiwe la chumvi? Maisha katika nayo yana misukosoko mingi, ila tukiwa pamoja na Yesu Kristo katika maisha yetu ye atatuokoa. Angalia anavyotuliza dhoruba katika kile chombo ambacho kilikuwa kinapigwa na mawimbi, na baadaye wanafika katika ile eneo lao wakiwa salama. Kwa nini? Uwepo wa Yesu Kristo. Mwalike Yesu siku ya leo katika maisha yako, katika chombo chako ambacho kimepigwa na dhoruba. Mwalike Yesu katika maisha yako ambapo unakimbia, unaiokoa nafsi yako katika kila aina mabaya. Usigeuke nyuma, mwangalie Yesu utaokolewa. Mwangalie malaika kila anachokuelekeza kila siku. Usikumbuke maisha ya nyuma, usije ukageuka kuwa jiwe la chumvi. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.